Na, mwe bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimemeki headline huko mtandaoni na vimezungumziwa sana ni kitendo cha Harmonize Konde Boy kuonekana akiwa anacheza wimbo wa Diamond Platnumz mpya kabisa ambao umetoka hivi karibuni, ngoma inakwenda kwa jina la Sasampa. Sasa hii Sasampa bwana ya Diamond, ki ukweli kwa jinsi tokea ilivyotoka bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline ni kwamba ngoma hii imeonekana kwamba ni moja kati ya ngoma ambayo imepigwa promo ya kutosha, lakini pia vilevile vile ngoma ya Sasampa ya Diamond Platnumz bwana imekuwa ikifanyiwa challenge huko mtandaoni, kadri ya siku kwenda zinazozidi, challenges zinazidi kuongezeka, jambo ambalo linafanya ngoma hii zidi kutawanyika, yani, zidi kutawala katika page mbalimbali huko mtandaoni na inazidi kuwa successful, na kama unavyoelewa bwana, hii ni moja kati ya trick ambazo Diamond huaga anazitumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi zake za kimuziki zinaenda viral, na of course ngoma hii hapa bwana, tunaweza kusema kwamba ni wazi eh, kwamba Diamond Platinum, bwana, amewini katika suala hilo. Kweli ngoma imeenda viral. Sasa kitu ambacho kimekuja kuzungumzwa hivi karibuni ni, swa, ni situation nzima ya Harmonize Konde Boy kuonekana akiwa club na yeye pia akiwa na vibe na ngoma hiyo hiyo ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina hilo la Sasampa ambapo kwa kifupi, bwana, kuna watu wengi sana huko mtandaoni wamekuja kulizungumzia ili swala, wakiwa wanadai wakiwa wanadai kwamba Harmonize, bwana, kufanya vitu kama hivyo, bwana, kidogo kwa namna moja au nyingine haijakaa sawa, kuonekana kwamba kumbe na yeye pia ni shabiki wa Diamond. Kutokana na brandi yake, akupaswa kuonekana na yeye pia anafanya challenge kwa nguvu kiasi kile. Maana huko klabu, bwana, Diamond, bwana, Harmonize Konde Boy ameonekana akiwa anafanya hiyo challenge ya wimbo huo wa Sasampa akiwa naye pia ameshika fedha akiwa na furaha kwelikweli akiwa anajiachia akiwa anaimba na kucheza huku akiwa ameshika fedha katika ngoma hiyo ya Sasampa, wakati inapigwa klabu humo. Ya yeah, so hivyo ndivyo situation ilivyo bwana. Sasa kitendo hicho cha Diamond, cha Harmonize kuonekana akiwa anacheza wimbo huo wa Diamond wa Sasampa E, wadau mbalimbali bwana, wamekuja kulizungumzia hilo swala katika mitandao ya kijamii. Wachambuzi mbalimbali mbali, wa mziki wa bongo flavor wamekuja kulizungumzia kwa upande wao. Wao wamelipokeaje swala hili la Harmonize kuonekana akiwa anacheza nyimbo hiyo ya Diamond Platnumz iliyotoka hivi karibuni, ngoma pekee ya mapiano kwa mwezi huu hapa wa Oktoba. e, tunafahamu kwamba Diamond ametoa ngoma mbili za bongo flavor Uh, lakini at the end of the day amerudi tena kwenye mapiano kwa namna moja au nyingine, ili mradi tu kukata kiu ya mashabiki wake, uh, hususan wale ambao wanapenda sana nyimbo za bongo flavor uh, nyimbo za mapiano, sorry kwa ajili ya kuvibe. So mmoja kati ya wa wachambuzi ambao amekuja kulizungumzia swala hili bwana, si mwingine bali ni Elmando. Elmando yeye ameandika ameposti hiyo video ikiwa namuonyesha Harmonize akiwa anacheza wimbo huo wa Sasampa wa Damu <tri> alafu kisha akaandika maneno marefu kabisa pa ujumbe wake kuhusiana na kitu ambacho yeye amekinotice baada ya kumwona Harmonize akiwa anacheza wimbo huo huko, eh, katika akiwa yuko klabu, na video hiyo imesambaa katika mitandao ya kijamii. So kwa mujibu wa Elmando yeye ameandika why what like seriously? Harmonize. Come on, man, haya ni maajabu. Then Elmando akaendelea kusema kwamba swali ni moja tu, Diamond anaweza kufanya hivyo eh, akasikiliza ngoma, ya, akasikiliza ngoma yako mpya kiasi hicho, akafanya hicho wewe ulichokifanya, jibu ni moja tu, hawezi Yani, hapa Elmando bwana amehoji kwamba je, hiki alichokifanya Harmonize Konde Boy, ameonekana yeye akiwa anacheza na kusikiliza nyimbo ya Diamond Platnumz, je Diamondi anaweza kweli akasikiliza nyimbo ya Harmonize kama hivi naye pia akawa na vibe nayo? Kwa mujibu wa Elmando anasema kwamba hiki kitu alichokifanya Harmonize, Diamondi hawezi kufanya hata siku moja, yani Diamondi naye pia akaonekana akiwa anacheza au kusikiliza wimbo wa Harmonize. Akaendelea hapa Elmando kusema kwamba kwa nini kwa nini hawezi? Sababu za kibiashara full stop. Yani kwamba Diamond awezi akafanya vitu kama hivi kutokana na business issues, yani kibiashara issue haiko sawa. Hii inaleta picha kuwa Sasampa ndiyo ngoma kali e, unatupa majibu kuwa ile ngoma yako ulikosea kuitoa, e, ulikosea kuitoa bali watu, was, watu wasapoti nyimbo ya Diamondi ya Sasampa Bwana, yani tunafahamu kwamba Harmonize ametoa ya nyimbo yake ye, lakini pia vile vile huku upande wa pili Diamond naye pia ametoa nyimbo yake ya Sasampa. Sasa kitendo cha kuonekana Harmonize Konde Boy akiwa anasapoti nyimbo ya Sasampa wakati naye mwenyewe pia ana nyimbo yake tayari iko sokoni, ni kama vile anawaaminisha watu kwamba nyimbo ya Diamond ndiyo bora, watu wa support, waachane na nyimbo aliyoitoa yeye, ni kama vile alifanya mistake lakini pia akaendelea hapa Elmando kusema kwamba wewe kwenye ngoma yako umeshindwa kufanya promotion, bali unafanya promotion ya msanii ambaye hawezi kujirekodi au kurekodiwa ana akiwa anasikiliza wimbo wako huo. Ndio ukweli, Diamond ndi hawezi kufanya promo, na wala pia vile vile anajua kabisa kwamba itakuongezea kitu. Ila wewe umefanya tena, huna hata wasiwasi. Lakini Elmando akaendelea kuhoji akiwa ameuliza kwamba unamfanyiaje Diamond promo kirahisi hivyo, hali ya kuwa unajua kabisa yeye hawezi kukufanyia promo ya kitoto hivyo? Kwenye biashara yoyote ile lazima uwe na roho ya wivu, lazima uwe na uchungu. Unajua kabisa kwamba hii klipu ikiruka itakuwa ni habari kubwa, ila na wewe pia umeruhusu hiyo hiyo klipu iende itrendi bila kujua e, unaathiri vipi biashara yako? Yani, mfano rahisi tu ni kwamba Wizkid, Davido na Barnaboy wote watoe ngoma siku moja, alafu baada ya siku nne hivi Barnaboy aonekane ya akisikiliza ngoma ya Davido tena ambavyo, tena ambayo wametoa siku moja. Hii kwa Diamond ina faida kubwa mno, jamaa yeye e, kajifungia zake anasema, e, anasema kwamba wameingia kwenye mfumo Naamini kwamba Alikiba hawezi kufanya utoto huu maisha yake yote. Siyo kwamba usiposikiliza ngoma ya mwenzio ni bifu au ni chuki, hapana, bali ni strategies za kibiashara. Kwa upande huo ni kosa Diamond us..., au Alikiba hawezi kufanya hivyo, sio kwamba ni kosa, sio kwamba kibiashara, sio kwamba ni kosa, bali ukizingatia Eh, kanuni za kibiashara ya, ya mziki hususan humo mitandaoni ni kosa, yaani akaya ya anasikiliza ngoma ya mshindani wake, tena mpya kabisa, na wewe pia una ngoma mpya? Hell no, Diamond, Diamond au Alikiba wawezi wakafanya kitu cha namna hiyo. Yeah, so it is what it is. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na wewe pia, tuekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.